Okay, utajuaje jogoo huyu ni mbegu nzuri au anafaa kwa mbegu? Hapa na majogoo watatu, kuna huyu wa rangi ya kama rangi ya nyekundu, tuna huyu mwingine, na tuna yule mweupe nyuma. Sasa ukimwangalia huyu, sawa, huyu kwanza utaona ni mkubwa kwa mwili, alafu kucha wake ni mdogo, ndo unaanza kuota kwamba ni jogoo mzuri sana wa mbegu. Si nunue jogoo ambaye tayari kucho ameshakomaa komaa, nunua jogoo ambaye ukucha wake ndio unaanza kuota. Ukimwangalia huyu ni mkubwa kwa umbo, lakini ukucha wake ndio kwanza unaanza yaani, ukucha ndio unaanza. Hata nikizoom naona kwa ukucha kadogo, lakini ni mpana sana, namuona hata huyu ukucha ndio ule unaanza ni mpana lakini pia anakuwa na undu. Tunasema undu ni hichi cha juu ya kichwa hapa, kama kama kiantena hichi chekundu. Anakuwa na undu wenye afya. Ukimwangalia ujogo undu wake una afya kweli, yani ni mwekundu kabisa, vizuri umekaa vizuri. Na hata huyu ukimwangalia undu wake una afya vizuri, umekomaa vizuri, na umekuwa vizuri, umenyoka vizuri, rangi yake, manyoya yamekaa vizuri. Pia unaangalia upana wa mwili wake na urefu. Huyu jogoo ni mrefu sana kutoka chini kwenda juu. Tafsiri yake ni mbegu nzuri sana kwa kwa kuangulisha vifaranga. Vifaranga utakao toa hapa watakuwa na afya tele na pia vifaranga utakao toa hapa watakuwa na umbo la kukua haraka haraka kama baba yao. Kwa ukiangalia hawa majogo wawili hawa kwa mbegu wanakuwa wamekaa vizuri kwa sababu kwanza, ni wapana, ni warefu kwenda juu undu wao una afya na miguu yao kitazama ina nguvu. Kwa hiyo, huyo atakaa kwa muda mrefu. Sasa hao ni wawili, kuna mwingine yule pale unamwona, huyo huyo jogoo ambaye amelala hapo, huyu mweupe. Huyu huyo ni jogoo, huyu ni jogoo, lakini sasa huyo ni wapiwa kienyeji. Sasa angalia, ana umri sawa na hawa. Huyo ana miezi sita na wapiwa kienyeji, huyo mweupe huyu lakini umri wake ni sawa na hawa. Hawa nao pia wana miezi sita, lakini kwa mbegu hatuwezi kumfuga yule kwa muda mrefu. Leo tutamchinja tumle nyama yule, lakini hawa wawili tutawacha kwa mbegu, kwa sababu wana kuwa. Hasa hii ndio tofauti ya chotara na kuku wa kienyeji. Yule tumemfuga mahususi kwa ajili ya mafunzo, tunapokuwa tunafundisha tunapoonyesha tu tofauti waweze kuziona. Sasa tufananisha jogoo huyu wa miezi sita na jogoo yule wakipiwa kienyeji wa, wa miezi sita. Ni tofauti kabisa hata ukipeleka sokoni utauza bei tofauti kabisa. Kwa hiyo unapenda kuchagua jogoo. Sawa eh? Unapenda kuchagua jogoo. Ukija kwa mtu kama mimi ambaye ninakuku tayari, naomba unuotako uniulize, je, kuku hawa wana rika moja? Kama wana rika moja, chagua yule ambaye ana umbo kubwa, ni mrefu. Ukucha wake ni mdogo. Usichague jogoo ambaye ameshakoma, ni mzee akiwa na ukucha mkubwa, hutaweza kudumu naye, na pili, hataweza hata kupanda kwa muda mrefu. Chagua jogoo kijana machachari, bado nguvu ipo, ataweza kukusaidia kupanda mitete yako kwa muda mrefu. Karibu Mkongwe Farms, pia usisahau kusubscribe na kulike. Pia karibu tujiunge kwenye group letu la WhatsApp kwa ajili ya mafunzo, ambalo tuna group la VIP shilingi 3000 kwa mwezi, na pia tuna group la bure kwa ajili ya mafunzo.